Wacha -wa, kama wewe ni mtu wa suti, watu wameumbwa watu tofauti tofauti. Kama wewe wezi vaa, wachana na suti, wachana na suti, ama ni aje kabisa? Watu wengine wanaribu jina ya suti, mtu wamekonda amekonda kama waya na anavaa suti suti na mekota kama waya, suti na mtoka kama unakaa hivi, suti na kutoka kama unakaa hivi, na unavaa suti. Wacha kuharibu jina la suti wewe, wewe, wacha kuharibu jina la suti wewe. Ni mtu wa mjengo na unavaa suti. Unavaa suti aje wewe? Mtu wa mjengo, mtu wa mjengo, suti unavaa aje kweli? Shuali so achie ruta vazi suti, wacha Ruto. Suti Ruto ni president, watu wanafanya kwa ofisi vazi. Sugona unavaa suti na butu, anavaa suti na hivi, anatembea na suti hivi, anatembea na suti hivi, anatembea na suti hivi, suti inakuaibisha na uoni, suti inakuaibisha. Suti wacha na suti kabisa wewe, wacha kuharibu jina ya suti wewe, wacha kuharibu jina ya suti aki. Kama wewe si profesa na wewe sio president na wewe sio mwalimu wa shule na wewe sio pastor, wacha na mambo ya suti kabisa, wacha suti wewe, unaharibu jina ya suti wewe, mtu wa mjengo wewe, unavaa suti aje wewe, unavaa suti na umekonda. Wacha kuvaa suti wewe.